Hans Christian Andersen aliandika He? hadithi maarufu kuhusu mfalme mwenye kiburi ambaye alipendezwa na hatimaye kudanganywa na washonaji wengine ambao waliahidi kumfanya suti ya ajabu zaidi ya nguo katika ufalme wote. Walimsadikisha mfalme kwamba suti yake ingekuwa ya pekee sana hivi kwamba watu pekee ambao wangeweza kuiona walikuwa wenye hekima na moyo safi. Watu ambao walikosa hekima hawangeweza kuona au kudhamini suti hii ya kupendeza ya kupendeza ya nguo. Kweli ni kwamba hawa watu hawakuwa washonaji kabisa, walikuwa wanajifanya tu wanafanya kazi na kitambaa cha gharama kubwa na cha kipekee ambacho kilisemekana kinaonekana tu na watu wenye hekima na ustaarabu katika ufalme. Basi suti hii isiyoonekana iliposemekana kuwa imekamilika mfalme alivaa kwa fahari kwenye gwaride la hadharani. Bila shaka, hapakuwa na suti hata kidogo, lakini ufalme wote ulijiunga na kusifu mavazi mazuri ya mfalme ili unajua, wengine wanadhani walikuwa hawakuwa na hekima na wasio na ujuzi. Lakini mtoto mdogo aliyesimama pale kwenye umati alisikika akisema, "Mama, mfalme hana nguo." Naam, kutokuwa na hatia kwa mtoto mwaminifu ambaye hakujua lolote kuhusu kile alichopaswa kuona kilifichua unafiki wa taifa zima. Kwa kweli alifichua ukweli ambao kila mtu mwingine alikuwa hataki kukubali pamoja na mfalme mwenyewe. Mfalme hakuwa na nguo. Basi hadi sasa, katika masomo yetu kupitia sura mbili za kwanza za Warumi, mtume Paulo amefanikiwa kufichua uchi wa wasioamini wanajaribu kufunika utupu wa mioyo yao ya dhambi. Lakini e, haijalishi watu wanawashangilia kiasi gani, haijalishi wanavyojaribu kuonekana wa kisasa, ukweli mchungu ni huu: wamesimama wazi mbele ya utakatifu wa Mungu aliye hai. Waebrania saa nne na madakika kumi na tatu inasema hivi hakuna, aliyejificha machoni pake, bali wote wako uchi na wazi mbele ya macho yake, macho ya Mungu ambaye kwake lazima tutoe hesabu. Sasa basi, katika sura ya moja, Paulo alifichua hatia ya mtu asiamini na wamaadili ambaye alipuuzia ushuhuda mkuu wa uumbaji kuhusu kuwepo na nguvu za muumba wetu Mungu. Katika sura ya mbili, Paulo alifichua utupu wa mtu wa maadili ambaye alipuuzia dhamiri yake aliyopewa na Mungu. Paulo pia alifichua utupu wa kiroho wa Wayahudi wa kidini ambao walikuwa wanajaribu kuvaa vazi la haki yao wenyewe. Lakini nao pia walionyeshwa jinsi walivyo wakiwa uchi kiroho, wamefichuliwa na bila udhuru wowote. Sasa yote haya yangekuwa ya kushangaza sana kwa hawa Wayahudi. Kama kuna kundi lolote lililohisi lina haki ya kwenda mbinguni, basi ni wazao wa Ibrahimu, watu waliochaguliwa na Mungu. Lakini Paulo kwa hakika anawaambia hapa, uhusiano wenu wa kifamilia na Ibrahimu hauwafanyi moja kwa moja kuwa sehemu ya familia ya Mungu sasa tunafika kwenye Warumi sura ya tatu na, na, na Paulo anaendelea kuwahutubia Wayahudi wenye kujiona kuwa waadilifu na wakidini. Anatarajia hoja yao kwamba wana faida fulani mbele za Mungu. Hivyo Paulo analeta pingamizi lao waziwazi ili kulijibu, na anasema hapa katika mstari wa moja, basi Myahudi ana faida gani? Au tohara ina dhamani gani? Kile ambacho Paulo anatarajia ni kwamba wasikilizaji wayahudi wa kidini watasema, tazama, tunafuata kile ambacho sheria ya Mungu imeamuru, tunatekeleza tohara. Lakini Paulo sasa unatuambia kwamba hakuna faida yoyote katika hilo, kwamba haitatufanya tukubalike mbele za Mungu. Sasa kama unachosema ni kweli, kwa nini Mungu alitupa amri hii? Kwa nini tujihangaike kutii sheria yake kama haituhakikishii nafasi mbinguni? Zaidi ya hayo, kukubali kile ambacho Paulo anasema ni kukiri kwamba hakuna sababu yoyote nyuma ya mateso yao. Kama watu walioteuliwa na Mungu, wangeweza kuangalia nyuma miaka 400 utumwa Misri, ikifuatiwa miaka 40 kutangatanga jangwani. Hatimaye walichukuliwa mateka kupelekwa nchi kigeni, Babeli, Ashuru. Baadaye, walikuja chini utawala dola Ugiriki. Waliteseka sana, na sasa wakati Paulo anaandika barua hii kwa wakati huu huu, Wayahudi wanatendewa vibaya na dola ya Kirumi. Si ajabu wangeweza kumwambia Paulo, kuna faida gani kuwa Myahudi kama uhusiano wetu na Ibrahimu na utii wetu kwa sheria, dhabihu zetu na mateso yetu mikononi mwa maadui? Yaani, kuna faida gani kama hayo yote hayatatuingiza mbinguni? Kuna maana gani kupitia yote hayo? Kuna faida gani kuwa Myahudi? Sisi Paulo, kulingana na unachosema, hatuna usalama wowote kijamii, kisiasa, kimwili au hata kiroho. Sasa, ngoja nikuambie tatizo la msingi hapa kwenye fikra zao ni kutoelewa Injili. Kuingia mbinguni sio suala la kile umefanya, ni suala la kile ambacho Kristo amekufanyia. Ni sio wewe ulitoka kwa nani, ni mti gani wa familia ulitoka ambao ni muhimu. Ni uhusiano wako na Yesu Kristo ndio unaohesabika. Sasa Paulo aliuliza, kuna faida gani kuwa Myahudi? Na kutokana na yote aliyosema, wasomaji wake Wayahudi wangefikiri, basi hakuna faida kabisa. Lakini Paulo anawashangaza anawapa jibu ambalo hawakutarajia. Hapa kwenye mstari wa pili: faida nyingi kwa kila njia. Kwanza kabisa, Wayahudi waliaminiwa na maneno ya Mungu. Kwa maneno mengine, kuna faida, kuna baraka zinazohusiana na kuwa sehemu ya taifa la Israeli, na sasa Paulo anataka kuzileta mbele. Kwanza, watu wa Kiyahudi waliaminiwa na maneno ya Mungu, yaani maneno halisi ya Mungu. Walipewa maandiko matakatifu. Na maandiko ni nini? Si kitu kingine bali ni ufunuo ulioandikwa wa Mungu ni nani, Mungu yukoje, Mungu amefanya nini, Mungu anatarajia nini kutoka kwetu, na Mungu atafanya nini. Taifa la Kiyahudi lilipewa rekodi hii isiyokadirika, iliyovuviwa, isiyokosea, neno la Mungu u katika Agano la Kale. Hiyo inatuambia kusudi letu wenyewe, sisi ni nani. Ni inatuambia tulikotoka, inatuambia jinsi tulivyopotea, na muhimu zaidi, jinsi tunavyoweza kuokolewa. Ni baraka ya ajabu iliyoje! Taifa la Kiyahudi kuanzia Musa hadi manabii na hata mitume limeheshimiwa kwa kukabidhiwa ufunuo wa Mungu. Na niambie, baada ya kujifunza lugha ya Kiebrania huko nyuma siku za seminari, naweza kukuhakikishia kwamba waandishi wa Kiebrania walikuwa waangalifu sana katika utunzaji wao wa Agano la Kale walipokuwa wakiandika, kunakili na kuhifadhi Maandiko. Tunao deni kubwa kwa taifa la Kiyahudi kwa kupokea na kulinda neno hili la Mungu lisilokosea, lisilobadilika, la milele, lililovuviwa. Je, unamiliki nakala ya Biblia? Je, unaitumia kama mwongozo wako wa maisha au imekaa tu chini ya kiti cha gari lako au kwenye rafu ndani ya kabati? Paulo aliandika katika 2 Timotheo saa tatu na madakika kumi na sita kwamba Biblia ina faida kwa mafundisho, yaani kufundisha kwa kukemea, kwa kurekebisha na kwa kuelimisha katika haki. Mafundisho yanakuambia nini ni sahihi, kukemea kuna kuonyesha pale unapokosea. Marekebisho yanakusaidia kusimama wima juu ya kilicho sahihi na mafunzo yanakuandaa kuendelea kufanya kilicho sawa. Kwa hiyo swali si kama unasoma Biblia au la. Swali ni unawezaje kujiruhusu usisome? Miaka mingi iliyopita, Robert Chapman alikuwa mchungaji nchini Uingereza. Alikuwa mwanamume asiyewa, maisha yake yote aliwapenda watu, aliongoza kwa uaminifu kongamano lake dogo. Wakati huo huo Charles Spurgeon alikuwa mchungaji jirani katika Metropolitan Tabernacle kubwa pale London. Spurgeon alimfahamu Robert Chapman binafsi. Kwa kweli alimwita Chapman mtu mwenye uchaji wa Mungu zaidi kuliko wote aliyowahi kumjua. Sasa nataka kumaliza leo kwa kusoma kile ambacho Robert Chapman aliandika kuhusu fursa ya kuwa na Biblia, sio tu kwa Wayahudi wa karne ya kwanza ambao Paulo anawaandikia hapa, bali kwa kila muumini katika karne yoyote hadi kufikia karne ya 21. Hii ndiyo fursa ya kuwa na Biblia. Chapman anaandika kitabu hiki kina mawazo ya Mungu, hali ya mwanadamu, njia ya wokovu, hatima ya wenye dhambi, na furaha ya waumini. Kisome ili uwe na hekima, kiamini ili uwe salama, na kitende ili uwe mtakatifu. Kinatoa mwanga wa kukuongoza, chakula cha kukutegemeza na faraja ya kukutia moyo. Ni ramani ya msafiri, fimbo ya mhujaji, dira ya rubani na upanga wa askari. Inapaswa kujaza kumbukumbu -kumbu, kupima moyo na kuomboza hatua zako. Isome polepole pole, mara kwa mara na kwa maombi. Ina wajibu wa juu kabisa, inalipa kazi kubwa zaidi, na inalaani wote watakaochezea yaliyomo matakatifu. Kristo ndiye mada yake kuu, mema yetu ndiyo kusudi lake kubwa, na utukufu wa Mungu ndiyo hitimisho lake la mwisho. Maneno makuu kuhusu fursa ya kuwa na neno la Mungu. Naam, hadi tutakapoanza tena safari ya hekima katika kitabu hiki, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote.